Sungura na Fisi, Mtego wa Akili. Katika msitu wa Mbweha, sungura alijulikana kwa ujanja wake, na fisi alifahamika kwa ujanja wake wa hila na tamaa. Siku moja, Fisi alimuona sungura akitoka msituni akiwa amebeba kikapu kilichojaa karanga tamu. Fisi mwenye tamaa alishusha mate na kumfuata sungura kwa hila. "Ewe sungura rafiki yangu, hebu nishirikishe siri ya kupata karanga nyingi kiasi hicho!" Fisi alisema kwa tabasamu bandia. Sungura alitambua tamaa ya Fisi na akatabasamu kwa ujanja. "Ni rahisi sana, ndugu yangu. Karanga hizi zinapatikana kwa wingi kwenye pango la kifaru, lakini inahitaji ujanja ili kuzichukua." Fisi akiwa na pupa akasema, "Nionyeshe njia, nitazichukua mwenyewe." Sungura alimtazama fisi kwa macho yenye ujanja na kusema, "Ili kuzichukua, unapaswa kuingia pangoni usiku, wakati kifaru amelala wa lakini unapaswa kunyoosha mkono ndani tu na kuchukua kiasi kidogo, usije ukawa na tamaa." Fisi alifikiria moyoni mwake, kwa nini nichukue kidogo wakati naweza kujaza tumbo lote? Alipofika pangoni, alijirusha ndani moja kwa moja na kuanza kula kwa pupa. Lakini kabla hajamaliza, kifaru aliyeamka kwa ghafla alitoa mkoromo mkali na kufunga mlango wa pango kwa mwili wake mkubwa. Fisi alijikuta amenaswa. Alijaribu kupiga yowe, lakini hakuna aliyeweza kumsikia isipokuwa sungura aliyekuwa akitazama kwa mbali huku akitabasamu. Hapo ndipo tamaa inapoleta maangamizi ndugu yangu, Sungura alijigamba kisha akaruka zake akitoweka gizani. Ujanja na busara vinaweza kumshinda mwerevu wa tamaa.